Niwaulize hivi. Mnafikiria ni uwezo hatuna wa waku... kuuza mafuta? Kwanza hapa ninaangalia kanisa hili vile mlivyo gai gai, hizi ni pesa tu hizi. Ma Na huko kwa Marina <laughs> nikununua ile inaitwa ya Alina ya kupikia. Ninunue ile mtungi ya lita 5. Ama ama ya lita 20. Nije nayo ni wahawia kidogo kidogo, na ile katupa ya dawa ya macho. Si simeona ile ya macho, ni hawia hapo, kisha niseme anointi moyo, kisha ni kuretea, niseme hii elfu moja moja moja moja moja moja, na usitumie na mtu mwingine, hidili ya roho, na vio sema haleluya. Baba Bogwe, uko na watoto wagapi? Kumi, na baba na mama na unabebea nyanya yako na anti yako na ya biashara na ya kumwagia vitabu watoto wakikalia mtihani na ya wa kumwaga kwa kitanda na ya kumwaga kwa git na kwa choo, <laughs> lakini kuna haja gani ya pesa za aibu? uwezo linalopita kila mafuta ni jina la Yesu Kristo. Atukuzwe Bwana Yesu. Hauhitaji mafuta ya kumwona katika biashara yako, unahitaji kuliita jina la Yesu Kristo na mambo makubwa yanatendeka pale. That is the true gospel. By the way, ni kuambie swali, ni kuulize swali. Soma kwenye maandiko. Ni akina nani wanahitajika kutumia mafuta? Who qualifies to use the anointing oil? The Levites. Ni makuhani na ukiangalia wanafunzi wa Yesu akawatuma pia na akawaambia watumie. Si ni kweli? Jambo la pili, Yako Anaongeza anasema, wazee wa kanisa, si ndio? Ni nani aliye katikati yenu aliye mgonjwa? Na aite wazee wa kanisa, wamwekelee mikono, wampake mafuta, naye yapone. Nikuulize, unapopewa mafuta, wewe ni kuhani? Wewe ni kuhani? tunamalizana na ndio maana watu wanamalizana na nikueleze, nikichomoka. By the way, tukichukua buduki hapa yote tukongee hii barabara, chifu atapigiwa simu askari na vituo vyote mpaka Nakuru. Utaona vile magari hapa na maradrova, na maroli itakuja hapa na mabunduki yani, ukipepa silaha ete attracts battle